The first people stay scanners. Yeah, wewe ndio ulinipeleka uko. Ni mimi nilipeleka mpaka stay scanner. Mm. Hata kuwa ni ajua ni wapi, ni kaenda. <laughs> Ni mimi niliongea on her. Ata salary yeye Triza anapatanga. Ni mimi niliongea on your behalf. Kwa nini kuzaira hapa. Nasa kitambo Triza ningekuomba mia ungenipea. Ningekuomba mia mbili hata ungenipea. Mm. Sa hii naona Triza ana, anaendelea kuani. Najua. That's my girl. Lakini watu wengine. Sijui ni kibiri ya wajuangi. Mimi najua ku pay the price of a friend. Mm. So when you muna kwa mtu ati, ati anaenda kuambia watu ati hapo na vivu juu ameautaini wana Triza amenipata already nikiwa data yesi. Sijaenda kwa TV juu ya Triza, sijaenda vacation juu ya Triza, sijaenda watu wenye mnalijua kutoka kitambo. Nilikuwa hapa wakati wa, wa Masai Mara. Si tu nilipelekwa na training Masai Mara. So hakuna press sijakanyanga. Si so, unapata mtu anasema, "Eh ni yesi." Kumbe mtu hapo amefika. Nikisikia kesho anaenda kwa Totos huko si nitaenda. Kwani mm. niige ni nampeleka huko, si nitaenda. Ukienda kampuni na mimi naenda, naenda hii mm. So God, God knows my heart na ungekuwa na, na, kama kuna mtu hii amesimama na mimi ni Esi. Kama kuna mtu ananipeanga zile maadvice ma yeah, zil mi ikifika hapa, nataka ufanye hivi, nataka ufanye hivi, ujisimamishe, nataka staki. Mimi yeye mwenyewe aliniambia staki ukae kwangu, wengine wanasema anataka ukae kwako hadi hata